Rosa Mistika ni kitabu ambacho kiliandikwaga miaka ya sabini, lakini kilipigwa marufuku kulingana na maadili. Alikuwa kuna mvutano kwamba wao wakiendana na maadili, ukizingatia kilikuwa kinatumika darasani, wanafunzi wanakitumia kufanya mitihani, kwa hiyo kikapigwa marufuku. Lakini baada ya muda, baada ya vikao nini, kikarudishwa tena, lakini wakawa wametoa baadhi ya vipengele na Yaani, kuna vipengele wakawa wamevitoa, wakaacha tu kitabu chenyewe ambacho kinaendana na maadili. Lakini sasa mimi leo nimekuja kuhadisia mwanzo hadi mwisho kitabu chenyewe original ambacho hakijatolewa kipengele chochote na kwenye kitabu hiki tunaenda kuona Rosa ni nani, alikuwa ni nani, alikuwa ni mdada aina gani? Yaani kama tu ni kitabu kuhusu huyu mdada anaitwa Rosa Mistika. Kwa hiyo sishangae kuona kwamba matukio hayaingiliani, yaani kila tukio linajitegemea, kwa sababu tu tunaenda kumwongelea huyu mtu mmoja Rosa Mistika. Hiki kitabu sehemu nyingi ni, kina, ni kama cha kuelimisha jamii, lakini mimi nitaenda kukifanya yani kiwe kama yani cha burudani lakini pia kinaelimisha. Kwa hiyo tutaenda kuanza. Karibu kwenye page yangu, usisahau kulike, kusubscribe na kushea hii video. Stori yetu inaanzia Ukerewe, ilikuwa ni Ukerewe Mwanza. Kukuwa kuna familia ya mama na mme wake, mama anaitwa Regina, baba anaitwa Zakaria. Walikuwa wamebahatika kupata watoto watano wote wa kike, ambayo mmoja wao wa kwanza kuzaliwa ndo alikuwa Rosa, alafu kulikuwa kuna Flora, kulikuwa kuna Honorata, kulikuwa kuna Stella, alafu kulikuwa kuna Sepentia, alafu na mwingine, mtoto mwingine wa mwisho Zakaria alikuwa ni mkali sana pamoja na kwamba alikuwa ni mlevi sana lakini alikuwa ni mkali sana, alikuwa anawachunga sana watoto wake. Alikuwa hawahudumii kwa lolote kwa sababu muda wote alikuwa analewa, lakini alikuwa ni mkali, alikuwa hataki watoto wake wafanye chochote, alikuwa anawachunga mno, mno, mno. Regina alikuwa ni mwanamke ambaye ni mpambanaji, alikuwa na ng'ombe zake wa urithi, alikuwa anawauza kila mwaka ili aweze kuwasomesha watoto wake. Alikuwa ni mama bora, alikuwa anapenda sana watoto wake. Sasa hiyo siku mdogo wake na rosa alikuwa anaitwa Stella aliropoka bahati mbaya mbele ya baba yake kwamba baba, Rosa amepokea barua leo na shilingi tano ndani yake. Yule baba kusikia hivyo akawa amekasirika akaenda, akamvuta Rosa, akaanza kumpiga. hiyo barua umeitoa wapi? imetoka kwa nani? hizi tabia umeanza wapi? Alimpiga ah, hadi madamu yanamtoka. Alimpiga ah, alimpiga mpaka kumchania nguo. hiyo barua imetoka wapi? naomba unionyeshe. Basi Rosa kumwambia hii barua imetoka kwa Charles. Charles ni nani? Akaambia Charles ni mkaka ambaye nasoma naye darasa la saba shuleni kwetu, ni rafiki yangu tu, hakuna kengine. Baba ake bado aelewe, anaendelea nampiga, nataka amuoneshe hiyo barua. Basi kweli Rosa akaitoa akampa baba ake. Baba ake kuisoma, naona hey, ndio mambo niliokupeleka ufanye shule? Akawa anampiga nampiga, akamburuza usiku huo mpaka wakena. Charles kufika huko, ndo akamefika pale ile Charles akatoka nje, akamwambia wewe, naomba umkome binti yangu. Akamrushia vile vile shilingi tano vyake na barua, akamwambia umkome mwanangu na kuanzia leo hamna mazoea. Basi tangu siku Rosa akaachaga ma mazoea na wanaume yoyote, yaani alikuwa akitoka shule anaingia tu nyumbani, hataki mazoea, haongei na wanaume wala hawapendi hata kuwasikia. Hata mwanaume akimsemesha, anaweza akamtukana, alikuwa hapendi. Basi babake baada ya kuona hiyo tabia, yaani akawa na furaha, anasema yes na wale watoto wangu nini. Vizuri. Basi Si, akasoma darasa la saba kipindi iko, alikuwa na miaka 15 au kumi na sita. Akasoma darasa la saba akamaliza majibu ya nekta da saa saba akawa ametoka. Charles akawa amepangiwa kwenda shule nyingine, yani mkoa mwingine, alafu Rosa akawa amepangiwa shule inaitwa Rosary, ambayo ni ya wasichana tupu iko Mwanza. Basi Rosa akafurahi alivyopata majibu yake. Sasa baada ya siku kadhaa, akapokea barua kutoka shule ambayo inampa mahitani mahitaji. Ni shule ya serikali, lakini kuna vitu nabidi ujinunulie mwenyewe, mashuka, madaftari, sijui viatu, sare za shule, vitu kama hivyo. Basi akafurahi kupokea barua akamwambia kuambia wazazi wake, wazazi wake hawana hela, yaani unajua familia yao ni ya kimaskini. Mama yake akasema amna, mwanangu anapenda sana elimu kwa hiyo nitafanya lolote mwanangu aende shule. Kwa hiyo mama yake akaangalia ngombe gani amuuze, akapata, akatafuta wateja, wakauza ngombe kwa shilingi 180. Enzi hizo ilikuwa ni hela nyingi sana. Walipopata hiyo shilingi 20, akamwambia hii utaenda kununua kesho mjini vitu vya shule, hii itakayobakia na kufichia wapi kwenye sanduku mwanangu ni ya nini ya shule. Kweli. Mamake akampa hiyo hela na nyingine akawa ameweka kwenye sanduku. Siku zinazidi kwenda, yani Rosa anaangalia kalenda kila siku, anaona kama muda uende, yani anatamani tu atoke pale nyumbani abadilishe mazingira, aende kuwa na uhuru, aanze shule mpya. Kwa hivyo basi siku asubuhi ameamka anaangalia nje, anaona kama watu anam, wamembeba baba yake, yani amelewa chakali, anarudishwa nyumbani. Basi Rosa kukimbilia nje kumuona babake, amki, akawaelekeza wale watu wampeleke ndani hivyo. Sasa akaona mm, leo ndo alikuwa na mpango wa kwenda nini mjini kwenda kufanya shopping ya vitu vya shule, lakini alishindwa kwa sababu babake yani yuko maututi, hawezi kumwacha babake hivyo. Sasa baadaye, yule Regina, mendo mamake Rosa, akaingia kule chumbani alipokuwa mume wake amelewa. Asa, akamwangalia machale, akamcheza akawaza, huyu hela ya kulewa mpaka mpaka anasema ameipata wapi? Kukimbia chumani kwa Rosa kuangalia kwenye sanduku, anakuta hela ile alomfichia haipo, kumbe walisahau kunini kuiloki ile sanduku basi akamwambia mwanaye, "Mwanangu, basi tena babako tena babako hela kashaitoa, kaitumia, kaenda kulewa. Sina hata hela nyingine mwanangu, sisi tutafanya nini?" Akamwambia na wale ng'ombe waliobakia, hawezi kuuza wote, maana na wadogo zake pia wanabidi waende shule, na yenyewe anategemea ng'ombe hao auze au waende shule. Akawaza akakumbuka nini ana shamba la mihogo. Basi kesho yake familia yeye ile jina na watoto wake watano wakaingia shambani kuanza kulima miogo. Wakalima miogo kadhaa, waka wakaisada, wakataka wauze unga, lakini hawakufanikiwa hawakupata mteja yeyote. Regina akawaza ni njia gani nitapata hela haraka mwanangu nini aende shule? Hapo muda ulikuwa ushaenda, amesubiri kama wiki tatu zimeshaenda. Basi akapata wazo nini, atengeneze pombe ya miogo. Kweli akatengeneza kama mapipa matatu. Jioni akaalika watu kijijini pale kwamba waje nini nyumbani pale kulikuwa kuna pombe inauzwa. Watu kweli walijaa, wakanywa kweli. Siku ilivyoisha, akajikuta na wa nini, shilingi mia mbili. Basi Regina, akatoa shilingi nyingi, ampa Rosa ya kuendea shule. Kesho yake asubuhi, ya Rosa akaamka mapema, akamchukua mdogo wake anayemfata huyo Flora, wakaenda zao mjini kufanya nini, kununua yani, kufanya shopping ya vitu vya shule. Akamaliza, akarudi zake nyumbani. Sasa ile usiku amekaa anakula chakula cha usiku. Yaani mama yao na wao watoto wake watano wale Rosa na wadogo zake. Mama yake akawa anaanza kama kumshauri, mwanangu nenda huko mji wa watu, nenda kasome, usisahau kilichokupeleka. Epukana na wanaume, wanaume ni waongo sana, lakini hata akifanikiwa kukudanganya hata tuseme ukapata mimba, usitoe wewe zaa tu maana huwezi kujua hata pengine ndio mwanao pekee. Yaani wewe zaa hata kama hutomtaka mtoto, niletee mimi mama yako nitamlea. Yaani tunajua ni yale maneno ambayo mzazi anamwambia mwanae kwa sababu ana safi ili sehemu ambayo alikwenda kusoma kweli, akamshauri nini vizuri. Siku ikaisha, wakalala. Kesho yake asubuhi, Rosa ndo akawa nini anaondoka kwenda Mwanza huko shule ya Rosari, kwenda kuanza form 1 lakini wao kipindi kile walikuwa wanaita darasa la tisa sijui la tisa au la nane ndio ilikuwa form one yao ya nzizo, nilikuwa naita darasa la tisa mbele. Asubuhi ndugu zake wakamwaga, akaenda mpaka mjini akapanda, sijui ndo basi sijui ndo nini, kwenda huko Mwanza. Kufika pale alikuwa amechelewa kama mwezi hivi, maana wenzake walikuwa wameanza mwezi mzima, yani kabla. Lakini sasa tunajua yeye alipata matatizo nyumbani, babake kutumia hela nini na nini, kwa hiyo ikabidi achelewe kurudi shule ili mamake amtafutie hela lakini masista wakumkatalia kweli akafanikiwa akamkubalia aingie hivyo hivyo hata kama amechelewa mwezi mmoja. Sasa hiyo sehemu alipo ndo shule ya, ya wanawake pekee hiyo Rosa. Nyingine zote shule za jirani zilikuwa ni shule za wanaume tupu, kwa hiyo ndo ilikuwa shule pekee, walikuwa wamezungukwa na shule nne za wanaume tu kufika na kufika akawa amepata shost yaani shoga. so, ile shule umefika, amepata rafiki yake kabisa, yani wakatokea kuelewana. Anaitwa nani? Teresa. Basi wakawa wamezoana, wakawa marafiki. Sasa siku Rosa ameamka amemeza shughuli zake, ilikuwa ni weekend, akatoka akaenda chumbani, yani bweni lakina lakini ateleza kama amekaa kule chumbani anapiga story. Basi yule teleza akakaa ametoa hivi kama kialbum kidogo, anamwonyesha picha za wanaume. Anamwambia Rosa: huyu ni mwanaume wangu, sio hivi hivi, huyu ni mwanaume wangu, yani hivi ni wanaume wake wote, na wako kama kumi hivi. Wote anamwelezea, huyu simpendi yuko hivi, huyu sijui yuko hivi. Sasa Rosa akawa anamshangaa, anaona kama, eh, yani wewe ni mjinga, hana malengo, yani anawaza tu wanaume. Rosa akamwambia: bana mimi usiniambie mambo yako, mimi yani naboreka, sipendi wanaume hata kuwaona, yani hata sitoruhusu mwanaume hata aniguse mashangu, tena wanaume na, sio naona aje kwanza, waongo waongo waongo, yani siwapendi kabisa. tezaka mshangaa tu yani hivyo. Sasa kipindi iko shule za sekondari walikuwa na tabia siku za Jumapili yani, kama mara tatu hivi kwa mwezi yani, Jumapili tatu za mwezi walikuwa na kama disco ambayo inashirikisha yani, zile shule zote yani za majirani yani kwamba kwa mfano disco Jumapili hii ni shule hii, disco Jumapili inakuja shule nyingine yani, kumwalika rafiki yako yote mwanafunzi kutoka shule nyingine yani za majirani inategemea disco iko wapi. Lakini Rosa alikuwa haendi. Yani zikifika hizo siku kama disco iko shule ni kwao, hata kama ni ya kwenda shule nyingine alikuwa haendi wala haaliki rafiki yoyote. Alikuwa tu anabaki zake bweni, either anajisomea au baba anafua, anafanya tu mambo yake. Yani my sister alikuwa anampenda Rosa, naona yani mdada ni wa tofauti, hajaweuka kama wanafunzi wengine. Yeye akaja kalia zake tu bweni, yani domo huko siku za nini za hayo madisco sijui nini nini. Basi sister akawa anampenda na anamkubali Rosa mpaka akamfanya nini kiongozi wa darasa lake, la kipindi hiko. Alikuwa pia anafaulu, yani alikuwa ni msomi anafaulu vizuri kabisa, yani mpaka yani, yani akawa ni kama shule watu anamkubali, hata madarasa mengine alikuwa anamkubali Rosa, yani kila mtu akawa nini, anamkubali Rosa. Sitemu hiyo ikaisha, akafaulu, akawa mtu wa pili darasani akarudi zake nyumbani likizo kwenda kuwasalimia nini, akakuta mama yake amejifungua mtoto mwingine wa kiume. Basi akakaa naye. Baada ya likizo, Rosa akarudi zake shule. Hapo alikuwa anaingia darasa la kumi, ambao sio ni form 2 ama form 3. Basi Rosa akawa anapata barua nyingi, yani kwa mwezi anaweza kupata barua 30 na 40 kutoka kwa wanaume tofauti tofauti, yani wanafunzi au hata wanaume wa nje, yani tu barua, kwa maana unajua wanamtongoza, au anakupenda wewe, ni mzuri. Lakini Rosa alikuwa anawajibu kwa ufupi, mniache spidi na marengo na masomo sijui vitu kama hivyo. Wanaume basi wakawa namuogopa na mheshimu, ze barua alikuwa gazijibu. Basi akaendelea tu na masomo masomo yake. Sasa hiyo siku aliombaga ruhusa kwa masista atoke nje, aende mjini, sio kutafuta nini, akaruhusiwa. Hiyo siku iko zake mjini. Sasa anatembea hivi, akapishana, yani akapita hivi, akaka kuwa wamekaa kwenye kikundi kama vile, anaendelea kutembea, akasikia kama wanaongea, yani wanamteta, wana wanasema yani, haiwezekani u dada atakuwa mlemavu sio kawaida. Yani, mwanamke mzuri, mnaona u dada alivyo mzuri, haiwezekani mwanamke mzuri hivi afu yani hataki wanaume au baba yake anamkinga, yani anamchunga, hataki eti aolewe, inawezekanaje mwanamke mzuri hivi akakosa kuolewa? Yani akakataliwa kuolewa, itakuwa ana kasoro, vitu vizuri havikosi kasoro. Wakawa wanaongea eti haiwezekani miaka hii yote kukutana na mwanamke mzuri hivi afu bado bikra, sijui nini, wakawa wanaongea ongea, Rosa akapuuzia yale maneno akaendelea kufanya kichombeleka mjini baadaye akapanda basi kurudi shule. Sasa yuko kwenye basi, yale maneno akawa na muuma, akawa anawaza kwa nini wanione sina dili, yani kwa nini wanione labda nina kasoro, sijui ni nini, kwa nini nina tofauti gani na wanawake wengine? Basi Rosa yale maneno akawa na muuma, yani akawa, anawaza safari nzima mpaka anaenda nini shule. Rosa akarudi bweni, sasa yuko kitandani, bado anawaza, wale ni kina nani, sijui nani, akawa anawaza yani kwa nini yeye aambiwe hivyo. Sasa akakasirika akasema, na Jumapili disco iko shuleni kwetu lazima niende. Kweli Jumapili kafika, Rosa akatoka akaenda disco. Sasa watu wakawa wanaongea, umbe umbe, nyie, mmesikia Rosa na leo ametoka iko disco? Kila mtu aamini, uongo uongo, wanaume, kweli Rosa ametoka? Yule Rosa alivyo kama sister sister hivi, kweli yule ametoka kwenda disco? Ndio, ndio. Basi wakaanza kuzunguka kumtafuta Rosa, yuko wapi? Basi wanazunguka wanamtafuta, anamwona yule kule anacheza na, na mwanaume ambaye hawamjui, basi wakamwacha sasa Rosa pale alipokuwa anacheza akanacheza na huyu mkaka amevaa kofia hivi, wanacheza wanacheza, yule mkaka akamwinamia sikioni, anamwambia je, unaitwa nani? Huku anaendelea kucheza Rosa. Soja pia anaibu aibu maana hamjui mwanaume na wanaume yani ni hivi na hivi. Kwa vile anaona ona aibu yani kama anatetemeka, na mjibu amna, wewe niambie kwanza unaitwa nani. Yule mkaka akamwambia mimi naitwa Deogratias, na wewe unaitwa nani? Akamwambia mimi naitwa Rosa Mistika. Basi akamwambia, akamnongoneza, akamwambia je, mbona uko na joto hivi? Yaani hauko kama wanawake, yani wanafunzi wengine. Akamshika hivi kiunoni. Rosa ni kama vile yaani hisia zinambana, hajui amtoe mkono au yaani aendelee kukausha. Ni wanaendelea tu kucheza, aka anapata hisia ambazo hawezi kuzielezea, ni kwa nini anajisikia hivyo. Basi akamwambia sifahamu kwa nini. Akamwambia kweli, yaani unajoto so sio kama wanafunzi wengine, sijui nini nini. Akamwambia basi naomba nini tutoke yani, tutoke nje, hapa kuna makelele ya mziki, kwa hiyo naomba tutoke nje kidogo tuweze kuongea. Basi kweli wakaongozana wakatoka nje, wakawa wanaongea ongea, hata hisia ambazo haelewi, yani akaa tetemeka, kwanza anaona aibu yani hivyo hata kumwangalia vile usoni anaogopa. Basi huyo Deogratias akaendelea bado kumwambia oh, yani wewe ni mzuri, sijui ni nini, yani inawezekana tukawa tukazidi kuwa marafiki tukazidi kujuana, sijui ni nini. Hapo anaongea hivyo, anashangaa tayari amesha ameshampakata yuko kwenye yani, kamkalia hivi, video gratis bado anapiga story huko, mikono bado anampapasa papasa huko kiunoni nini. Basi ile yani, wanazidi yani, stories zinaanza kunoga, wakaanza kusikia mtu anatangaza, jamani, wa dada Rosa, hii kuingia kwenye basi, muda kurudi shule umefika. Basi Rosa akainuka, akakimbia, hata kumwaga hakumwaga, akakimbia, kaingia kwenye basi. Basi yuko kwenye basi, safari nzima anawaza, hii ni nini? Mbona sielewi yani, kitu gani kimetokea? Mbona nimesikia fulani hivi yani, kama raha yani, haelewi mpaka anafika bweni anaingia kitandani, hawezi kulala, anawaza tu, mbona mimi baba kaniambia wanaume na watu wabaya, mbona mimi baba ananichunga anasema wanaume sijui nini, mbona mimi nimesikia, naona kama ni raha, naona kama ni vizuri. Sasa akawa haelewi, yani anajibu kulala lakini, yani ana hisia ambazo hazielewi. Basi akalala akajikaza, ni ile kulala, kalala kalala, usiku tena katikati, yani kama saa kumi, saa tisa hivi akashtuka tena. Yani, imagine hadi amelala bado anaota ni ile yani, vile alivyokuwa anaongea na Deogratias zile hisia alizokuwa anapata, akamuota ndo akashtuka. Sio siku bado, yani, akawa na, kama anahisia kale anajiuliza hivi, hey, ni nini? Mbona haelewi, maana hamna mtu ambaye ashai kumuelimisha kuhusu haya mambo. Kila mtu alikuwa anakutana naye, wanamuonya wanamkataza, yani especially baba yake na mama yake konda hivyo yani, akainuka ni usiku, akashindwa hadi kulala. Akawaza ngoja niende kwa nani, kwa Teresa, kwa sababu yeye ndio nini anajua ya mambo kweli. Akaamka akavaa ni kanga, sijui kitenge, akaenda yani kwenye bweni la kina Teresa, huo huo usiku akaenda pale, akamwamsha Teresa, Teresa, huyo Teresa, Teresa. Teresa akaamka, wewe Rosa, mbona usiku? Akamwambia naomba unisaidie basi sasa, yo Tereza kamwangalia awe, Rosa nikusaidie na nini usiku huu? Basi yani, kama Rosa akawa anaona aibu, anatetemeka, ajui amwambieje, akainama hivi akanini, akambusu huyo rafiki yake Tereza akaambia, Tereza naomba unisaidie.